Mtazamaji wangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Video ya haraka haraka hii tunafanya usiku huu. Kawaida hua, hatufanyi breaking news katika gumzo la Ghassani, tunafanya tu masuala ya uh, uchambuzi wakati mwingine na mahojiano uh, uh, lakini pametokezea swala ambayo lazima tulifanyie uh, mazungumzo usiku uh, huu waleo, huu wa leo. Muda huu ambao tunazungumza kwa nyumbani ni karibu ni saa tano usiku wa Afrika Mashariki hapa, ule wakati ni saa tatu usiku. Uh, tumepata taarifa kwamba katika uwanja wandegi, wa ndege wa Luanda nchini Angola, uh, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman na ujumbe wake wameshikiliwa na mamlaka za huko ambapo wamewasili tangu mchana wa leo, tangu jioni ya leo kwa hakika, na wameshikiliwa karibu watu 25 pamoja na yeye na, na pia ujumbe huu kwa upande mwingine pia ulishirikisha uh, tuseme katika sehemu nyingine ya ujumbe walikuwa pia kiongozi uh, mkuu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu na viongozi wengine wa chama cha ACT Wazalendo na viongozi wa Chadema, viongozi wa kisiasa kutoka ma, Af ma Afrika yote nzima uh, rais wa zamani wa, wa Lesotho ama Namibia Uh, kiongozi wa upinzani wa Msumbiji yaani Mozambique na kiongozi wa upinzani kutoka ODM Kenya na viongozi wengine wengi kabisa ambao wameshikwa na fotografia hii wakiwa njiani kuelekea katika mkutano ambao umeandaliwa huko siasa, wa vyama vya siasa na ambao hukutanisha mara kwa mara viongozi kadhaa wa siasa barani Afrika, ni mkutano ambao kufanyika mara kwa mara katika mataifa mengine ya Afrika, lakini hawa wameshikiliwa haraka haraka. Hapa tumempata Dr. Nasra Nassor Omar ambaye yeye ni uh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje na ushirika wa kimataifa upande wa ACT Wazalendo, kwa maana waziri kivuli wa wizara hiyo, na yeye alikuwamo katika ujumbe huo, lakini yeye bahati yake ni pamoja na wenzake wengine wamerejeshwa, walikuwa wameshaingia Luanda, wakapandishwa ndege, wakarejeshwa uh, Ethiopia. Sasa hizi ndio kwanza wametua katika uwanja wa uh, ndege wa kimataifa Bole Addis Ababa Haya Dokta uh, wewe ni waziri kivuli wa masuala ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya chama chako cha ACT wa zalendo, hebu tupe muhtasari wa mkasa ambao umewakumbeni hivi leo na ambao bado endelea kuwakumba saa hizi. Saa za nyumbani Afrika Mashariki ni karibu saa tano usiku. Naam, kwa sasa kwa saa za hapa Adis ni saa nne dakika hamsini na tatu. Tulitoka Dar es Salaam uh, leo kwa maana ya alfajiri ilikuwa saa kumi kwa ajili ya kuja uh, kwenda Benguela uh, Angola, kwa ajili ya kufanya dialogue, Democratic dialogue. Na hii imesimamiwa na organization ambayo inaitwa Bentrust Foundation. Kazi yao kubwa, mm -hmm, ni kuwaunganisha mataifa ya Afrika kwenye masuala ya demokrasia. Kwa hiyo huu ni utamaduni wao wa kila siku na yanafanyika mambo haya kila mwaka, kila sehemu yanafanyika. Uh, organization hii wanafanya uh, hizi meeting kila mwaka. Kwa hiyo sio jambo geni na ni utaratibu wa kawaida ambao watu wanaua. Na kwa hiyo wakati tumefika Luanda, tunataka kuconnect sasa Benguela, ndio tumeingia tume airport, tukashikiliwa na maafisa wa, wa uhamiaji na wakati tumefika tayari sisi, mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye ni makamu wa kwanza wa rais uh, ndugu Othman Masoud tayari alikuwa, uh, yeye pasipoti yake pamoja na delegation yake yote tayari, pasipoti zao zilikuwa zimeshashikiliwa tayari na, kwa na hivyo, unakusudia kusema kwamba hamkufika ujumbe, hamkufika pamoja, baina ya ujumbe ambao ulikuwepo wewe na wenzako na ambao alikuwepo makamu wa rais na wenzake? Wao walifika, wameshafika, wameshashikiliwa tayari. Yes. Wao walifika muda mchache kama nusu saa hivi au mpaka dakika like, arobaini na tano kabla ya sisi, kwa sababu wao walitokea Johannesburg, sisi tulitokea Bole International Airport, kwa hiyo tulikuja kwa nyakati tofauti, lakini sote tulikuwa tunaunganisha ndege kwenda Bingwela kwa ajili ya huo mkutano. Naam. Hebu nieleze hali iliyokuwepo uwanjani wakati mnashikiliwa nyinyi, mnaambiwa muondoshwe, na mmekuwa na timu ya makamu rais Othman Masoud Othman na wenzake tayari, wa kwanza wa rais. so, so, mara ya kwanza sisi tulipofika pale tulijua labda ni utaratibu wao wa kawaida, kwa sababu hawakutueleza chochote. Ukifika tu, kabla ya hata kufika kwa immigration officer, unapokonywa pasipoti yako. Sasa so, so, labda tuli mimi mwenyewe nilidhani labda wanacheki labda yellow fever kwa sababu wakati natoa nilimpa kitabu changu cha yellow fever pamoja na pasipoti, lakini naangalia huku pembeni nikamuona makamu wa kwanza rais kasimama, na hakuwa na wasiwasi wowote kwa hiyo hata mimi sikuwa na wasiwasi wakati tu, na, na, napeleka hiyo pasipoti yangu. Kwa hiyo kila anaingia ikawa watu wote wanachukuliwa sasa hizo pasipoti zao bila kutuambia kitu chochote na kwa sababu waliingiwa wasiwasi ile ndege, nahisi nusu ya watu wote kwenye ndege walishikiliwa pale kwanza, kwa nahisi labda kwa kuangaliwa majina yao, na labda delegation inaangaliwa ni nani na abiria wengine ni kina nani. Kwa hiyo baada ya hapo nahisi wale abiria wengine wali walienda na safari, waliendelea na safari zao. Sisi tulishikiliwa pale kwa muda wa masaa mawili. Naam, naam. Chama chako tayari kimeshatoa kauli kikitaka hatua zichukuliwe kwa hilo swala lenyewe. Lakini tunavozungumza kama tulivyosema, nyumbani ya Afrika Mashariki ni karibu saa tano na Luanda nadhani kwamba tofauti yake ya na Afrika Mashariki pengine ni saa moja tu kwa saizi, ni saa nane usiku. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nimeambiwa kwamba msafara um, wa makamu wa kwanza wa rais ulianza kupata matatizo tangu mwanzo alipoondoka. Ndege hapa ilikuwa aondoke nayo kutoka Dar es Salaam iliahirishwa, na ikabidi aondoke ndege nyingine baadaye, saa 11 alfajiri, baada ya saa 8 usiku mm. maana yake ni kusema kwamba wakapita Johannesburg, na wakaanza mchakato mpya wa kutoa mizigo na kuingiza upya, na baadaye kwenda kwenda Angola. Tabu yote hii ambayo imepita na kauli ya chama chako nini ambacho mnakizungumza hivi sasa? Kipi ambacho mnakitaka kifanyike sasa? Kwanza ni namna, kwanza tumehisi kwamba kuna hatari kubwa ndani ya bara la Afrika, kwamba kwanza usafiri ndani ya bara la Afrika umekuwa ni wa taabu sana. Unaweza kutoka Dar es Salaam ukafika Dubai kwa haraka kuliko kutoka Dar es Salaam ukafika ndani ya bara la Afrika lenyewe. Hilo ni tatizo la kwanza, kwamba bado hatujaboresha usafiri wa anga ndani ya nchi zetu hizi za Afrika. Lakini jambo muhimu sana ambalo tunaliona ni kwamba diplomasia yetu ndani ya Afrika tuna, tunafanya mambo kienyeji kwa sababu yule ni vice president na uh, imagine vice president amesimama kwa muda wa masaa mawili akisubiri pasipoti yake na wakati tunazungumza haya uh, maafisa wa wa immigration walitambulishwa kwamba huyu ni vice president ubaya wa yote tayari tulikuwa na balozi wetu wa Tanzania ambaye yupo nchini Zambia, yeye ameongozana na makamu wa rais kwa ajili ya delegation ile ya protocol, huku kwenda kwenye mkutano huu wa Binguela. Kwa hiyo makamu wa rais pamoja na balozi wetu ambaye ana represent Tanzania nchini Zambia pamoja na Angola paspoti zao wote wa wamechukuliwa wa zimechukuliwa na paspoti zao ni diplomatic passport, na wale ni viongozi, lakini bado walipata wali hakukuwa na huduma nzuri, na tuseme ni dharau iliyofanyika na serikali ya Angola na hasa kwa viongozi wetu. Kwa hiyo, kwa hiyo kwetu sisi tunaliona hii ni dharau kubwa ambayo serikali ya Angola imefanya na ni dharau ambayo inaonyesha kwamba wanatudharau sisi wa Tanzania. Ume, ume wa Tanzania maana umewadharau viongozi wa Tanzania lakini kitu kingine ni kwamba mpaka sasa hatujui ni kwa nini umemchukulia mtu pasipoti na usimwambie sababu, kwa sababu sisi pasipoti zetu, kama sisi ambao tuliotoka pale, pasipoti zetu hatukupewa. Tuliambiwa tuingieni kwenye ndege, lakini wengine tulifanya ukaidi kidogo, tukaambia lazima mtuonyeshe kwanza pasipoti. Baadaye tena wakatuonyesha wakatuambia, hii hapa pasipoti yako, ingia kwenye ndege. Kwa hiyo hapo ndo tukaingia kwenye ndege, pasipoti zikashikiliwa na wafanyakazi wa ndege wa Ethiopian Airlines, lakini tuliposhuka sasa, katika wale ile delegation ambayo iliyopanda ilo uh, Ethiopia na wao sasa, tukakaa pamoja tukasema inabidi sasa tuombe pasipoti zetu. Hapo baada ya kufo sana ndo tukapewa pasipoti zetu, lakini imebidi kwa sababu sio tarehe ya kurudi Tanzania imekuwa sasa tuanze kubadilisha maswala kama vile kiongozi wetu wa chama begi lake alionekani na walisema begi lake litakuwa lita, lita limefika Addis, halijafika Addis. Usumbufu mwingine ni kwamba imebidi sasa tukatiwe uh, tukate tiketi nyingine, wametupa wao tiketi nyingine, lakini ni usumbufu kwamba watu wame, wamesafiri kwa muda zaidi ya masaa kumi na sita na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, unakuwa huna utulivu, lakini pia na treatment ambayo tunazipata ndani ya bara la Afrika imekuwa ni kama vile tuko ugenini. Naam, maana yake unakusudia kusema kwamba Uh, usumbufu ambao umefanyika, wamepeni tiketi mpya kutoka Luanda kwenda hapo Bole uh, Addis Ababa alafu na hapo wamepeni tiketi nyingine mpya kutoka hapo kurudi kwenda Dar es Salaam Tanzania. Ama, kutu, see, uh, tulichukuliwa tulichukuliwa kienyeji kutoka Luanda kwenda Bole, kwa sababu hapa hakukua na tiketi bila, tiketi bila boarding pass tulichukuliwa kiholela na... Deportation. So that was deportation. Kwa sababu hatukuwa na boarding pass wala hatukuwa na uh, passport zetu. Kwa hiyo we are deported. Kwa hiyo sisi tukawa deport, lakini wengine other wa kama makamu, makamu wa kwanza rais mpaka sasa hivi yuko Luanda na bado tiketi yake imekuwa uh, confiscated mpaka sasa hivi tunavyozungumza, delegation zaidi ya watu ishirini na sita wako Luanda na bado hawajapewa taarifa yoyote kuhusiana na hali halisi uh, itakavyokuwa baada ya tiki, na pasipoti zao kuchukuliwa. Wewe ni msemaji wa wizara uh, Manake, una, una, una, una wezo, ya mambo ya nje katika chama chako, una wito gani kwa serikali ya Tanzania? Maanake tunazungumza kwamba ni una uwezo kwa maana ya kiprotokoli, pengine unahesabiwa kama wewe ndiye sehemu ya ungeweza kuzungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, ujumbe wako kwake ni upi? Ujibu wangu wa kwanza ni kwamba nahisi mawasiliano baina ya nchi mbili hizi tu, tuziboreshe kwa sababu nina uhakika kwamba mawasiliano yalifanyika, na ndio maana sisi tulipewa balozi ambaye anafuatana pamoja na uh, mwenyekiti wetu ambaye ni vice president, na hakika mawasiliano yalifanyika, lakini tunajiuliza ni kwa nini masuala kama yale ya kuonekana kama ni wahalifu, kuchukuliwa kama ni wahalifu yametokea, kitu ambacho kimetushushia, kime ni kama vile wame, wame, wame hawakutupa yani, hawakutupa treatment ambayo tulikuwa tunatakiwa tuipate kama watu ambao tuko ndani ya bara moja. Lakini jambo jingine ni kwamba tunaomba serikali ya Tanzania izungumze na serikali ya Angola kwa hicho walichokifanya. Hii ni dharau kubwa kwa viongozi wetu wa ndani ya nchi, na kwa sababu ukiangalia aliyeshikili, walioshikiliwa ni viongozi wakubwa wa Tanzania Vice President wa uh, makamu wa kwanza wa rais pamoja na na balozi ambaye anaiwakilisha Tanzania nchini Zambia na Angola. Kwa hiyo yeah, wito wetu ni huo, lakini pia maafisa wa uhamiaji kwa sababu wao wako chini ya wizara ya mambo ya yaani, maafisa wa uhamiaji pia na wao wa kuna tatizo kubwa la communication, lakini pia kuna tatizo la uelewa wa masuala ya protocol when it comes to international delegations kama hizi, kwa sababu pale sisi tulikuwa tuna vice president, lakini kulikuwa kuna maraisi ambao wamestaafu tayari wako pale, lakini the treatment iliyotokea pale ilikuwa ni kama ni unyama tuseme kweli, kwa sababu ni, ni ni mtu ni wazee wa, wa wa wa ni wa walikuwa ni maraisi, ni viongozi wa nchi bado mazungumzo maneno unayoyatoa uh, na njia ulizozitumia kuichukua hiyo passport ilikuwa sio njia nzuri. Naam. Naam. Najua Dr. Nasara, sasa hizi upo katika pirikapirika apo pirika kuunganisha ndege yako kurudi salama uh, katikati ya dhiki hii, ni kutakia kheri na, ku, uh, na, natarajia aa utafika salama usalmini nyumbani, na bila shaka bai ikifika asubuhi itakuwa saga hili limeshamalizika. Tunatarajia na, hivyo Inshallah tunatarajia hivyo na bado tunaendelea kuta kufanya mazungumzo na watu wa Luanda kujua mwenyekiti na vice president anaendeleaje huko, na kwa sababu delegation yao yote imekuwa imekuwa detain huko. Na sio kitu ni kitu cha aibu sana, kwa sababu tayari mimi ni tulitarajia tulitarajia at least, uh, Foreign Ministry ya Tanzania iwe imeshatoa tamko au kutuambia way forward kwa sana masuala haya, lakini mpaka sasa hivi naona wako kimya, kitu ambacho nahisi ni dharau kubwa ambayo wamefanya kwa viongozi wetu. Na swali la mwisho, wewe wewe binafsi tena, umeshawasiliana na wizara ya mambo ya Tanzania au unawasiliana bashaka kwa mheshimiwa? Hapana, mimi sijawasiliana nao kwa sababu muda, muda wote huu tulikuwa tuko safarini, ndio nimeshuka no, sasa hivi, hadi sasa hivi naunganisha, sijaunga sijawasiliana nao nao wasiliana nao ni moja kwa moja, tulikuwa nawasiliana na watu wa Luanda kuangalia mwenyekiti pamoja mwenye na delegation yake wanaendeleaje. Okay, asante, ni kutakii kila heri Dr. Nasra na wenzako Nasra, katika ujumbe ambao mnarudi Tanzania baada ya kufukuzwa chini ya Angola. Haya, ah, asante.